Kama vile nimetoka kusema ya kwamba singeli tamani upitwe na, na somo ambao ninaanza leo kwenye semina hii ambao muda sio mrefu tutakuwa tumeanza nina deal na ukombozi wa familia. Familia nyingi mnaonitazama, familia hazijakombolewa, jamii zenu hazijakombolewa, hazijafungwa hazijafunguliwa, imefungwa. Na nimetoka kugusia kwa hiyo kipindi ambayo imekuwepo, alafu nikawa na shida ya mtandao kuhusu familia ya Ibrahimu, na hiyo ndio, kile ndio familia tunataka kuangalia jinsi ambavyo baba yake alivyoanza safari. Baba alianza safari ya kwenda Kanani, lakini hakufika, yeye na mwanawe watatu ambaye ndiye baba ya Lutu walikufia Harani. Na kumbuka, baba ya Lutu, baba ya Ibrahimu, hii familia ni wale waliohusika katika kujenga mnara wa Babeli. Sasa hawakufika na kama kuna kitu kinachokwamisha watu wengi ma maishani, ambacho kimekwamisha familia nyingi ni nguvu ya kiasili, nguvu kutoka kutoka mahali ulikozaliwa kutoka nyumbani. Na ndio maana ilibidi Mungu kwa njia yake mwenyewe aamue ya kumwondoa Ibrahimu na unaona alipoenda akambadilisha mpaka jina. Kwa hiyo kunazo vitu, kama hautavishughulikia kutoka nyumbani, ukombozi wa familia, nakwambia kwa ukweli, mwana wa Mungu, haijalishi uko wapi utakwama tu, kuna mahali utawaifika, kuna mambo hauwezi ukatimiza maishani. Sitaki ukose. Kuanzia saa moja na nusu utakuwa live. Fuatilia haya mafunzo, ni ya maana sana. Ukombozi wa jamii yenu ni ya maana, kwa sababu ukifuatilia utaona ni aa, tutasoma maandiko, utasa ulikuwepo kutoka kule nyuma kwa kina Ibrahimu. Kwa hiyo familia Ibrahimu, ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza, lakini hawa wengine hawakupata watoto takuonyesha kwenye maandiko Ibrahim naye anaondoka, apati mtoto yeye. Anakuja kupata mtoto akiwa na umri wa miaka sabini na tano. Sasa ni sana kuwa mwangalifu, kwa sababu kuna usipoziharibu, usipoamini Mungu kilichoua baba kinaweza kikakua kina, kilichomkula kile ambacho kimemako kimemliza kinaweza kukufanya na wewe ukalia maishani. Kwa hiyo tunapoongea kuhusu fam, ukombozi wa familia ni Mungu wewe kukuondoa katika hii aya mateso ana ku, anakufungua kama alivyomtoa Ibrahimu, kisha kaenda kambariki unless ukubali familia I ayu ni mean, ukombozi wa familia au utapata breakthrough. Mtumishi, jana usiku nimeota nipo kwa rafiki yangu, nikaona nyumbani kwake kitanda chake kimetandikwa vizuri, yaani kiko safi sana, naomba ikiwezekana unisaidie. Maana yake ni kwamba kitanda hapa ni madhabahu ya ndoa. Unaambiwa jifunze naye, kuna mambo unapaswa kujifunza naye. Zingatia ama tilia maanani sana usafi na utakatifu, kama unataka kumuona Mungu. Zingatia sana utakatifu na usafi, kama wataka kumwona Mungu. Cybertrish umefuta, Amen. Kwa hiyo ukombozi wa familia ni ya maana sana, kila mtu unahitaji familia yenu ikombolewe, unahitaji jamii kukombolewa. Imagine babake Ibrahimu alianza safari, anaenda Kanani lakini hakufika. Kana ni nchi ya ahadi, lakini hakufika, alikufia njiani Alikufia Harani. Harani hapa ni mahali pa stagnation. ni mahali ni vikwazo ni maro ambayo haitaki kuona unasonga. Unaweza ukawa mahali ulipo, lakini unakuta maisha yako ukijiangalia leo hakuna kitu, licha ya kwamba unafanya kazi, ni hauna kitu unaweza ukaonesha, kwa sababu kuna roho ya Harani kutoka nyumbani ambayo inapigana na wewe inapigana na wewe hela hazitulii mkononi, maana kuna roho kutoka nyumbani harani ambaye haitaki uingie Kanani. Alafu mambo kama haya unakuta kwamba hutaki, unapuuza tu. Nina ukombozi, ibada ya ukombozi wa familia siku tatu, leo, kesho na Jumapili. Niko kwa mji unaitwa Isinya. Naomba Mungu jiunganishe, Mungu akomboe familia. Shalom. Nimeota kuna nyesha, nikasema wacha nikimbie mtu isijae kama sijavuka. Nikaona nakimbia kidogo na paa kidogo na, lakini vile nilifika kwa mtu sikuvuka. Pole sana, kuto kuvuka inamaanisha kwamba umekwamishwa. Ndio hii naongea nguvu za Harani, stagnation kuna mambo hayatafaulu, utapitia changamoto, vita vitakuwa kali, so ng'ambo ile ndio kuna baraka zako, lakini tayari haukuweza kuvuka kuvuka. Kwa hiyo tarajia kupitia magumu, usipomtegemea Mungu utapitia changamoto, maana Mungu amekupa uwezo ndio huo unaona unakimbia una, unapaa lakini tatizo ni kwamba mara mingi unajishuku, haujiamini ya kwamba kuna kitu kizuri kinaweza toka kwako ama kikatokana na wewe. Sasa yale maji ulikuona na mtu ni changamoto. Sasa kama hujaenda ng'ambo ile ingine, basi utapitia matatizo. Shalom baba, niliota napanda ngazi, kuna mtu akawa ananisaidia nipande. Ongera sana katika safari yako ya mafanikio. Mungu atatuma msaidizi, aidha atakushauri ama anaweza kawa anaomba na wewe ama aa, anaweza kakupa wazo blika kufungua. Kwa hiyo ndoto nzuri, ndoto nzuri. Namba yangu ya sadaka ndio imeandikwa hapo na Irene. Leo ningeomba kila mtu ulio hapa tuma sadaka yako, niambie mtumishi wa Mungu, mimi nasimama na wewe kwa hiyo huduma, ambao umesafiri kuja katika mji, umekuja kusaidia wana wa Mungu, na mimi najiunganisha na kusupport, nasimama na wewe na kuwekea gari mafuta. Kumbuka napo nikimaliza inabidi nirudi mpaka Nairobi, nipeleke pia baadhi ya ya timu niko na wao mpaka Nairobi, kisha nirudi tena ninakoishi tena, kesho ni hapa kwa hiyo inakuwa ni gharama kubwa. Kwa hiyo sadaka yako leo hii simama na mimi, simama na hii kazi tumekuja kufanya huku. Watu wanapobarikiwa wanapofunguliwa, hata wao unakuwa unahusika, unahusika. Huyu mama alipeana chupa yake ya marhamu nzuri, na wanafunzi walipoanza manunguniko, Yesu akamwambia huyu mama kile ambacho amefanya, ameniandaa kwa ajili ya mazishi yangu, na tendo hili litakumbukwa popote injili itahubiriwa. Sasa utakumbu wewe utakumbukajwe, wewe utakumbukwa kwa njia gani? Namba ya sadaka ndiyo hiyo, tuma sadaka yako kwa ajili ya kusimama na kile nimekuja kufanya ya ufalme, na Mungu atakubariki amina. Sema unasere, barikiwe sana. Umepotea tumishi hiyo nimedili nayo eh. niu niu, shalom. Nashimiri maana barikiwe sana shalom. Nimeota kuna hiyo, nimedili nayo Flora, unasema shalom baba, niliota napanda ngazi. Aha, hiyo nimedili nayo pia. Nikaota leo nimeenda kujisaidia haja ndogo, nilipokuwa najisaidia nikaona mama moja ambaye ni jirani Uh, sehemu nayofanyia kazi akaniangalia sehemu yangu, uh, nikaangusha pesa kisha nikaichukua. Hii ndoto sio nzuri kabisa. Kuna mtu anakuchunguza, kuna mama anakuchunguza, na kule kukuchunguza ni kwamba anataka kujua unafanya nini, na sababu hela ilianguka, hiyo ni roho ya umaskini na kuwinda Japo kuwa ulienda ukaichukua. Kwa hiyo kuna kitu kitakuponyoka, na akita akitaondoka mikononi mwako, hiyo baraka haitaponyoka ati kwa sababu maybe ni jambo la kawaida. Ni nguvu za kichawi, ila utakuja kupata, utakuja kuirikava, lakini utakuwa umeumia. Kuna mtu anakuchunguza, kuwa makini sana. Aha, Maria anasema shalom. Nini maana ya ku, kuota mwanaume mwenye hauna mahusiano naye naye amekuja kukutafuta uh, kwetu amekuja ku, kutafuta kwetu, ananitaka lakini namtoroka, imejirudia ime uh, mara mbili. Ni mtu ako na familia. Ndoto yako hii kuona unatoroka ni nzuri, ila unaambiwa kuwa makini, jihadhari sana, chukua tahadhari kabisa, kwa sababu kuna mtu kama vile umeona ana familia yake. Chunga usije ukawa mtu ama ukaja kutumika kuharibu familia ya mtu mwingine. Kwa hiyo Mungu akusaidie unatakana utoroke. Kataa, usikubali kuingia kwenye ndoa ya mtu mwingine. Kwa hiyo, yawezekana hata sio huyu, kuna mtu mwingine anaweza akaja kainuka, lakini nia yake ni kuona, ama ukajikuta kwenye mahusiano ama kwenye ndoa na mtu ambaye yuko na familia, ila anapenda ulitoroka au kutaka. Na hiyo ndio kile Mungu anakwambia, toroka kabisa, kaa mbali na mtu aliye na, na familia yake.

Kuna mwingine jamani. Yeah, yeah, yeah. Kuna mwingine una ndoto kabla ni, ni sign off. Amina, kuota autaki ile viatu vya boss kuibiwa ni kwamba inakuonyesha kwamba unapaswa kutunza vitu vya huyu boss. Tunza vitu vya boss kwa namna yote ile, ikinge ilinde. Unaambiwa kuna jambo linaweza kuja kutokezea, ila unatakikana utunze kabisa, na Mungu atakubariki. Mama Urasa, naona umetuma sadaka yako. Mungu akubariki jinsi ambavyo imesimama na huduma hii Mungu akubariki. Ninapoweka gari petroli kwa ajili ya utumishi, Mungu akubariki na la Yesu, amen. Niliota na honorable, uh, Kalonzo Musyoka akinieleza twende naye turudishe kijana wangu Brian. Nini maana yake? Well, kuota na kiongozi kama huyu inaonesha Mungu amekupa kibali. Mungu amekupa kibali, ama atakupa kibali, atakubariki, atakufanikisha. Utakuwa msaada kwa kina Brian, wacha niiweke hivyo, utakuwa msaada kwa wengi baadaye, siku zinazokuja. Kwa hiyo, Simon Osere, ni ndoto nzuri. Ukiota unazaa unazaa ama ku, unauza vitu. Ukiona unauza vitu ni ishara ya jitihada, ni jitihada uko nayo. Kuona unafanikiwa ni jitihada, kuona unafaulu, moyo wako una shauku ama kuona unafaulu. Sawa sawa, asante Aileen kwa sadaka yako. Baba kambariki Aileen kwa sadaka hii ambaye ametuma kusimama na mtumishi wako kwa mkutano huu ambao upo hapa Isinya. Jehova, ninaposimama kwenye madhabahu kwa hudumia watu wako, kamkumbuke naye na ukambariki kwa jina la Yesu amen. Asante, asante, amina.

mtumishi siku hizi nimeota mara rafiki yangu katapika sana , kisha nikamwambia asafishe hiyo sehemu, akaanza kucheka sana. Sasa kuona rafiki yako anatapika sana, unamwambia asafishe, alafu unamuona anacheka, unatahadharishwa ya kwamba kuna mambo ambayo atakuja kuyaongea ambayo inaweza kuja kukuchafua, inaweza kukuumiza. Utakapokuwa unamuuliza, yani hata kuwa na ile moyo wa ku, kujirudia na kuona aliko, alikosea, atakuwa kwake anafurahia kuona unaumia. Mama Urasa, nimeona na nisha kuombea tayari. Mungu akubariki na Mungu akufanikishe kwa sadaka yako. Kwa hiyo, hii ndoto nakutahadharisha, atakuja kuongea, atatapika, ataongea vitu ambavyo vitakuumiza. Sasa utakapomuuliza, kwake hatakuwa na moyo kujirudia na kuona amekosea, ata, atakuwa na ile, ile kucheka ile ya dharau Huyu naambiwa kuwa makini sana, na uwe tayari kwa yale utakayesikia. Rafiki yako huyu anayeongea. Amen, sawa sawa. tafuta mwangaza ya kutosha amen. Amen mama tumishi mara nyingi waga naota nipos na, na wasanii najiuliza, mimi na wasanii wapi na wapi. Kuwa na wasanii sio mbaya. Mungu anakuzungumzia ya kwamba atakupa kibali namba moja, siku moja utaketi na wakuu. Jambo la pili, Mungu ataenda kukuinua kuku, atakubariki na jinsi unavyowaona ndivyo nawe watu watakuona mtu aliyebarikiwa. Kwa hiyo ni ndoto ambayo inaleta faraja ya kwamba kwa mambo unayopitia usiogope, ipo siku hata na wewe utakuwa miongoni mwa watu waliobarikiwa. tunaweza tuka like. Yesu

Moyo wangu, Yesu tu. Mm. Jamani, naona nimalizie hapo. Tukutane katika ibada katika muda sio mrefu, amen. Tupatane katika ibada. Kumbuka usiku wa leo nitakuwa nafunza kuhusu ukombozi wa familia. Naomba usikose, kuanzia saa moja na nusu kuendelea. Nitakuwa tu live pia kwa YouTube pamoja na Facebook. Sitaki ukose somo hili nana kile Mungu ata, atafanya familia yako lazima ikombolewe. Sakina Mungu akubariki sana. Fuatilia fuatilieni, na Mungu atawabariki. Baba wabariki wanao, asante wabariki watendee mema. Ninakushukuru kwa ukuu wako, asante Mfalme. Hata tunapoenda kuanza ibada naomba kwamba wema wako utakuwa nasi na wema wako utatutosha kwa jina la Kristo nimeomba na kuamini amen, amen. Mungu anakuonyesha wewe, ambao umeandika mtumishi, alikuwa naomba kisha Ma, Akawa anamwambia kuna nyoka. Mungu anadhihirisha kwamba kuna nguvu ziko zaidi ya nguvu za uchawi, maana hapa nyoka ni uchawi, ukawa unamkemea. Kwa hiyo unazungumziwa kwamba uko na nguvu ndani yako, kuna uwezo sawasawa, una mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo usiogope, tumia mamlaka uliyonayo vizuri na utapata ushindi. Mungu wetu awabariki, tukutane muda sio mrefu.